Kiongozi mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa UN amedai uchunguzi katika mauaji na vifo katika uchaguzi mkuu wa Tanzania. Kiongozi mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk leo amehimiza uchunguzi katika mauaji na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu uliofanywa katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 nchini Tanzania. Hatua hii inakuja wakati ripoti zilionekana kwamba miili inaweza kuwa imechukuliwa na vikosi vya usalama hadi maeneo yasiyojulikana, familia nyingi zikishindwa kuzikwa wapendo wao. Katika habari iliyotolewa na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa kutoka vyanzo tofauti nchini Tanzania inaonyesha mamia ya wa waandamanaji na watu wengine waliouawa na idadi isiyojulikana ya waliojeruhiwa vibaya, vifo pamoja na kukamatwa. Umoja wa Mataifa hujaweza kuthibitisha takwimu za majeruhi kutokana na hali ya tisho la usalama na kuzima kwa mtandao wa internet siku ya upigaji kura pamoja na siku zilizofuatia. Ripoti za familia zinazotafuta wapendo wao wamekata tamaa kutembelea kituo kimoja cha polisi baada ya kingine na hospitali moja baada ya nyingine ni za kusikitisha. Ninaohimiza sana mamlaka ya Tanzania kutoa habari kuhusu hatima na mahali walipo wale wote waliopotea na kuwapa miili ya wale waliouawa kwa wapendo wao ili waweze kuzikwa kwa heshima, alisema kiongozi huyo. Kuna ripoti pia kwamba vikosi vya usalama vimeonekana vikiondoa miili kutoka mitaani na hospitalini na kupeleka hadi maeneo yasiyojulikana katika jaribio la kuficha ushahidi. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa aliwahimiza mamlaka ya Tanzania kuchunguza madai haya makubwa ya ukiukwaji wa haki za binadamu kikamilifu na kwa uwazi na kuwachukulia hatua wale waliohusika. Alitaja tena kuachiliwa bila masharti kwa viongozi wote wa upinzani waliokamatwa kabla ya uchaguzi mkuu ikiwa ni pamoja na kiongozi wa chama cha upinzani Chadema, Tundu Lissu na wengine wote ambao wamefungwa na kukamatwa katika uchaguzi mkuu. Inaripotiwa kuwa zaidi ya watu mia moja hamsini wamekamatwa tangu siku ya kupiga kura na makosa ya kisheria hayajulikani. Wengi wao, ikiwa ni pamoja na vijana, wamedaiwa kushtakiwa kwa uhaini. Ni muhimu kwamba wale wote waliokamatwa au kufungwa kwa mashtaka ya jinai wasilishwe mbele ya afisa mahakama haraka na waweze kupinga uhalali wa kufungwa kwao kwa ufanisi. Wale wote waliokamatwa lazima wapewa haki kamili za mchakato wa kisheria zinazohakikishwa chini ya sheria ya kimataifa ya haki za binadamu, alisema kiongozi huyo katika ripoti yake.